Ndugu zangu wapendwa eh, kama kawaida ni wenu eh, maalim Abdul Karim ama unaweza ukaniita Sheh Abdul Karim eh. Leo nataka kuzungumza mambo kadha wa kadha ambayo yatakuwa ni faida ndugu eh, zangu. Kumekuwa na wimbi kubwa sana la kuhusudiana la kutendeana ubaya katika jamii. Eh, kuzulumiana mambo kadha wa kadha. Sasa leo nitazungumza na nitaweza kuwafundisha njia mbili. Kwanza, njia ya kwanza ni kutengeneza jini wa kibuyu. Kutengeneza jini wa kibuyu, huyu ni jini ambaye eh, ni jini wa mali. Eh, jini kibuyu huyu ni jini wa mali ambaye anaweza kumpatishia mtu mali akaweza eh, kunufaika. Sawa. Tunapokuwa na elimu basi tuweze kuwa hiyo, e, e, kuwapa na wengine elimu hiyo iwe ni yenye kuwasaidia, ni yenye kuwapa manufaa makubwa, e? Na mtapata manufaa namna gani? Ni kufata maelekezo na mafundisho ambayo e, tunakuwa tunayazungumzia ya e, kuweza e, kuleta faida kwa watu. Jambo la kwanza ni uchumi, kwa sababu ili wewe uweze E, uweze kuwa na manufaa uweze kuwa na ma, e, na mafanikio ama maendeleo huletwa na chanzo cha uchumi sawa. Kwa hiyo jambo la uchumi si la kupuuza, ni uchumi e, ni mipangilio ya muhimu, na uchumi ni uamuzi wa mtu. Pale unapoamua kuhitaji kuwa na uchumi, basi maamuzi yako yatakupelekea e, kutafuta njia na elimu za aina mbalimbali ili mradi uweza kujikwamua katika taratibu za kiuchumi. Tunapoongelea uchumi, eh, tunapo uchumi maanake, tunazungumzia watu wamekwenda zaidi, wanaongelea mambo ya utajiri na mali sawasawa. Kwa hiyo eh, unapohitajia mali lazima uwe na mikakati eh, uwe na mipango ya kuipata hiyo mali sawa. eh, kuna kama wewe unahitajia kuweza kupata mali basi tunaambiwa e, ukitaka mali ipo shambani. Kwa nini mali ipo shambani? Unaweza kutumia nguvu yako, kutumia maarifa yako kuweza kupata kipande cha ardhi na ukaweza kujinufaisha e, kwa kusogea mbele kwa, kuanzana, kwa kufanya, e, kwa kufanya shughuli za kilimo na ukaweza kusogea katika taratibu za kimaisha sawa. Mali inapatikana shambani. Shambani kuna nini? Shambani kuna uoto wa aina mbalimbali, yani kuna mimea ya aina mbalimbali ikiwemo miti na nini. Na shamba tunavyolizungumzia hilo shamba, namna gani shamba? Ardhi. Ardhi na eh, na ni maandalizi yake yanafanyika katika ardhi. Ardhi imebeba na vitu namna gani? Ardhi imebeba mali, na mali iliyoko ardhini ni ya kiwango kikubwa sana, na katika kiwango hicho, maana yake mali hiyo inakaliwa na majini. Tunafahamu chini ya ardhi kuna mali nyingi mno eh? Una madini ya aina mbalimbali yanayopatikana e, chini ya ardhi e, watu wanafanya uchimbaji wa mafuta gesi, e, hiyo yote ni mali ambayo iko chini ya ardhi. Sasa kuna mbinu za aina mbalimbali kuweza kupata mali, ikiwemo utumiaji wa majini. Wako majini wa asili e, wako majini wa asili ambao wamefungamana na mizimu, na ndio sasa sisi tunawaita baadhi ya majini hao e, tunaweza kuwaita ni majini kibuyu. Sawa na mimi leo nimekuleteni njia kama mnavyoona hapa, nina kibuyu na nakuelekezeni namna ya kuweza e, kumpata jini kibuyu, na jini huyu akaweza kukupa mali bila mashaka aina yoyote. Na kibuyu cha namna hii kinatengenezwa katika mfumo huu, na wewe unakihifadhi sehemu ambayo ni yenye utaratibu. Eh, unaihifadhi katika mazingira yako ambayo wewe unahitajia kuweza eh, eh, kuweza kuwa na utaratibu huo, kwa kuwa unachukua kinachopatikana na jini huyu katika mazingira ambayo wewe, eh, unapatikana, eh, bila mashaka ndugu zangu eh, ukiwa ni mkubwa kiumri na unakosa mali nakuwa ni fedhea, hmm? Tunazaa watoto, watoto watakuwa na majukumu yao, inafika pahali wewe unakuwa ni mwenye kupeleka lawama kwa watu. Lakini kimsingi, e, wanaume wengi popote duniani tumekuwa tukihangaikia ndoto za watoto wetu, e, tukihangaikia mipango ya wake zetu, lakini tunajisahau sisi kwa maisha ya baadaye, kwa sababu wale watoto wanapokuwa sasa wamekuwa, wamekuwa na kazi zao watabeba majukumu yao eh? na mara nyingi watoto kwa asilimia kubwa wanamsikiliza mama kwa wepesi mkubwa kuliko baba, kwa asilimia kubwa iko hivyo. Sasa tunasema wakina baba, kokote kule duniani, wanaume kokote kule duniani kote, kokote kule, kama mnanisikia ni vema sana kuweza kujenga uchumi wetu katika namna mbili. Lazima uwe na uchumi wa kuweza kuendesha familia na uwe na uchumi wako wa kuweza kusaidia katika maisha yanayokuja, kwa sababu baadaye ukae ukijua kwamba nguvu kwanazo, nguvu ulizokuwa nazo, jinsi umri unavyokwenda nguvu hizo zitapungua, eh? na kama nguvu zako zitapungua ni kipi ambacho ulikuwa una kihifadhi cha kuweza kukulinda? Kwa sababu nguvu zako zinapopungua, manake ndio wakati ambao we unahitajia msaada sasa unahitajia msaada kwa watu ambao utawapelekea lawama, kwa sababu ni watu ambao nao wamebeba majukumu yao tayari, nao wameshaanza kujenga familia zao, na wao mawazo yao na fikra zao tayari ni kutatua changamoto za familia zao. Sasa itaonekana kwamba wewe unaanza kuwa ni mzigo eh? Unaanza kuwa ni mzigo kwa hiyo, kumsaidia mtoto na mtoto akaja kukusaidia hayo, eh? ni matarajio, eh? Hayo ni matarajio, kwa sababu kuna watu wengi wameweza kuwasomesha watoto, wameweza kuwasaidia watoto, lakini watoto wakawa hawakumbuki. Kwa hiyo kuwasaidia watoto ni moja ya majukumu yako. Sasa huyo mtoto naye kuja kukusaidia hayo ni mategemeo, e, na hiari. Sawa, sasa katika hiari hiyo lazima tujijengee mazingira yetu wenyewe. Na tunajengaji? Kuna vitu vingi ambavyo Mwenyezi Mungu ameweza kutuwezesha sisi wanadamu kuweza kuvitumia vikaweza kutusaidia bila madhara ya aina yoyote, ikiwemo na jini kibuyu. Jini kibuyu unaweza ukampata kwa kuweza kutengeneza kibuyu. Unapotengeneza kibuyu hiki, basi unakuwa umekitengenezea na simbi kama unavyoziona za namna hii, lakini kibuyu hichi kinakuwa kinafungwa, kwa sababu wengi wanakuwa wanaelewa kwamba vibuyu hivi ni vya dawa tu, lakini ndani ya dawa hii kuna kiumbe anayekaa katika dawa hizi. Sawa. Sasa kiumbe huyu, kama ataweza kupatia mvuto, ukaweza kukubalika katika shughuli unazofanya, kama ataweza kupatia mvuto, ukaweza kusikika na watu kama ataweza kupatia mvuto ukaweza kuheshimika, maanake ukae ukielewa, vile vile kiumbe huyu ana uwezekano mkubwa wa kuweza kupatia mali e, katika nyumba yako, katika mji wako ukaweza kutumia wewe e, na watoto wako na wale ambao watafuatia hmm. Njia hii unatengenezaje? Lazima utafute kibuyu. Eh, lazima utafute kibuyu na unapaswa kuweza kutafuta kondoo mweupe. Ukishatafuta kondoo mweupe basi, utafute na kitambaa cheusi. Ukishatafuta kitambaa cheusi uweze kupata shanga za aina tatu, eh, na nielewa, ndugu zangu, upate shanga nyeusi, upate shanga nyeupe, upate shanga nyekundu, sawa. Hizi shanga zote utatia ndani ya kibuyu hiki. Eh, baada ya kuwa umepata vitu kama hivyo inahitajika uweze kupata mafuta ya ngekewa sawa. Ukishapata mafuta ya ngekewa upate pete sawa, na hapa nazungumzia pete ya asili, pete ya kimizimu. Kuna pete za majini sawa, kuna pete za bahati, kuna pete za nyota, kuna pete za kinga eh? kuna pete za mvuto peke yake. Kuna mtu anahitaji kupendwa na wanawake tu eh? kuna pete zake. Kuna mtu anahitajia yeye awe ni, ma ni mtu wa kucheza michezo ya kubahatisha tu eh, kamali na namna zingine, kuna pete zake. Naeleweka vizuri? Kuna watu yeye, kuna mtu mwingine yeye, eh, mambo yake ni ya utawala tu, ziko pete za utawala. Kuna watu ni wachimbaji madini, wao wana pete zao. Uwezi ukachanganyisha pete ya mapenzi na pete ya mtu ambaye anatafuta mali za chini ya ardhi. Sasa ikiwa unatafuta utajiri unaotokana na jini kibuyu ni lazima uwe na pete ya kimizimu ya asili inayoendana na utaratibu wa jini kibuyu sawa. Ndugu yangu, basi umesha kuandaa mazingira yako vizuri, umepata kondoo wako huyo ambaye ni kondoo mweupe, ukapata kitambaa cheusi eh. Umeshapata kitambaa cheusi, umepata shanga za aina tatu, maanake umepata shanga nyeupe, ukapata shanga e, nyekundu, ukapata na shanga E, nyeusi. Sawa, utachukua vitu vya asili hapa nazungumzia utapata maharagwe, sawa. E, utapata mtama, utapata ulezi, utapata unga. Menielewa vizuri? Hivi vitu vyote unavichanganya katika mafuta maalumu yangekewa, unachanganya hivyo vitu vyote, unaanza kuweka shanga, unaweka na hivyo vitu vya nafaka katika he mafuta hayo, hmm? Ukishakuwa umefanikiwa kufanya hivyo, tunatafuta mti wenye kuishi muda mrefu, mti ambao unakaa karne, unakaa karne idadi ya miaka, ambao ni mti wa mbuyu sawa. Ukishapata mti wa mbuyu, basi hakikisha zoezi hili, ama jini huyu anakwenda kuingia kupitia mti wa mbuyu, na kondoo huyo na, na mnyama wako ambaye ni kondoo mweupe e, yeye anakwenda kuchinjwa katika mti wa mbuyu sawa sawa. Ndugu zangu, basi utafanyeje? Lazima uwe na chungu pembeni ambacho damu hiyo e, utatandika kitambaa cheusi katika mti wa mbuyu, basi utaweza kuweka vitu vyako hapo ikiwemo na kibuyu husika chenyewe. Sasa kibuyu hicho lazima kikae wazi. Kinapokaa wazi kibuyu hicho, basi nyinyi mtafanya matambiko kuzunguka mbuyu huo e, kwa mzunguko e, wa laundi kama saba hivi Mkisha kuwa mmemaliza mzunguko wa raundi kama saba hivi, basi ndio mnarudi sasa. Uweza e, kumshikilia yule kondoo e, kumshikilia yule kondoo kwa lengo la kumwita e, kibuyu. Basi kitachukuliwa kibuyu hichi, kitafunguliwa. Kikishafunguliwa utachimbwa e, ama uta, utakatwa ule mti wa mbuyu katikati yake, litatobolewa tobo e, likishatobolewa tobo utaingizwa mdomo wa kibuyu. Kibuyu hichi kitakaa pale, e, katika ule mti wa mbuyu. Kikisha kaa katika mti wa mbuyu, unachukua ile damu sasa ya kondoo ambayo uliweka kuni chungu, ndio unakipaka kibuyu hichi, unakipaka kwa pembe nne za dunia, yaani unapaka hivi damu unapaka hivi unakuja upande huu, unapaka hivi unakuja upande huu, unapaka hivi unaweka ishara hivi. Kibuyu kile kinakaa pale kwa muda wa siku saba eh? Baada ya siku ya saba sasa ndiyo unakuja na thamani ya pesa ya nchi yoyote ile unayotokea wewe, na umepata na ile pete ambayo inahitajika eh? Itahitajika pete, ambazo zinahitajika ni pete za shaba eh? upate pete ya shaba ambayo inalingana na nyota yako wewe ambayo we utakuja nayo siku ya saba. Na ileweka vizuri ndugu zangu, ehe, basi ile pete ile pete, baada ya kuwa yule kondoo alishakwisha kuchinjwa, damu yake ikawekwa e, katika chungu, na ndio damu hiyo ulitumia kupaka kibuyu chako, basi hakikisha ile pete itaingizwa kwenye mdomo wa kondoo, sawa? So, itaingizwa na nayo pete hiyo kene mdomo wa kondoo na yenyewe itakaa hapo kwa muda wa siku saba. Yaani vitu vyote unavifanya kwa maandalizi ya siku moja. Yule kondoo anachinjwa, damu ile kinapakwa kibuyu, kibuyu kinasimikwa kwenye mti wa mbuyu sawa. Ile pete inaingizwa kwenye kichwa, yaani huko kwenye mdomo wa kondoo ndio inaingizwa ile pete sawasawa sawa, mnachimba shimo mnakisimamisha kile kichwa eh, chini ya shina la mti wa mbuyu itakaa pale kwa muda wa siku hizo hizo saba, kwa mlingano wake, ukiwa umetandika kitambaa cheusi pale, sawa. Hiyo siku ya nane mnaporudi, ndio unapata kuchukua pete yako, ndio unapata kufanya mchanganyo ule wa yale mafuta yale ya mafuta yangekewa na vile vitu, ndio kile kibuyu kinachukuliwa pale kwa matambiko tayari. Kile kibuyu si kibuyu tena, kinakuwa ni jini kibuyu, sawa ndugu yangu, unachukua sasa na ile pesa ndio inachanganywa kwenye yale mafuta yangekewa, vile vitu vyote vinaingia ndani ya kibuyu, na ile pete sasa inaingia ndani ya kibuyu. Sawa ndugu yangu, basi wewe unakifunga kile kibuyu, kinafungwa kwa kitambaa cheusi, unaelekea mpaka nyumbani kwako bila kuangalia e, nyuma ulikotokea. Basi itatafutwa mishumaa sita eh ambayo ni ya rangi mbili, rangi nyeupe na nyeusi, itakwenda kuwashwa pale. Alafu patazungushiwa unga, unga wa nafaka na kusudia, unga wa mahindi uliosagwa utazungushwa, litatengenezwa duara pale. Likishatengenezwa duara pale, basi atachorwa jini huyo kwa kutumia unga, na anakuwa ni jini wa kike, sawa. Kwa hiyo utachora picha ya kike uwezayo kwa kutumia unga. Basi umeweka kibuyu chako pale, tena unakifungua, unakiacha wazi ili mishumaa inawashwa, eh, mpaka itakapokuwa imemalizika mishumaa hiyo, yatakusanywa yatakusanywa yale mabaki yake, yatawekwa kwenye kitambaa cheusi, sawasawa. Tayari umeshatengeneza jini wa kibuyu. Sasa jini huyu ana manufaa gani? Jini huyu analeta pesa bila mashaka ya aina yoyote, kiumbe huyu analeta pesa bila ya mashaka ya aina yoyote ile. Wewe unachokifanya mapema, kabla ya kuzungumza na mtu yoyote, na hii inakuwa ni siri yako, na lazima akiwe ni chumba ambacho hakina mwingiliano wa watu. Kwa hiyo wewe unafika, unafungua, unafika, unafungua kibuyu chako, unakuwa unafanya kufanyeje? Eh, unafanya kukinamisha kile kibuyu, utaanza kuona pesa zinatoka za nchi za aina mbalimbali, ikiwemo dola ikiwemo euro ikiwemo pesa ya China na pesa zingine za aina zote, sawa. Sasa pesa zile zina mashariti gani hmm? Unapaswa kuweza kuwatunza wale ambao uko nao eh, katika familia, wanafamilia wako unapaswa kuwatunza vizuri, unapaswa kuweza kutoa sadaka vizuri, unapaswa kuweza kutunza siri eh? Usimweleze kila mtu kile kitu ulichokifanya, sawa sawa wala hii haina madhara ya kusema kwamba ikachukua ndugu zako, hapana. Inakuwa kila baada ya mwaka unafanya matambiko katika mti wa mbuyu kwa kuchinja kondoo mweupe, sawasawa eh? Unaandaa vyakula, vinywaji vya asili, vinywaji hivi vya kileo, soda, mchele unakusanya, na watu mnakwenda kwenye mti wa mbuyu Inafanyika sherehe pale, watu wanakula pale pale, watu wanakunywa pale pale, basi wewe unaendelea kupata mapesa. Kwa hiyo ni njia nzuri ambayo haina madhara ya aina yoyote. Unachotakiwa wewe ni kuwa msafi, kujiepusha na mambo mabaya ambayo e, ni makatazo makubwa, ikiwemo ulevi wa kupindukia, ikiwemo uzinzi kwa maana ya umalaya na mambo mengine machafu unapaswa kuweza kuepuka, lakini unachukua pesa siku zote, kuanzia Jumatatu mpaka mpaka Jumapili eh, kile unachokuta mule ndicho hicho ambacho unapangilia maisha yako. Basi ni wenu Dr. eh, eh, Abdul, Abdul Karim, ama unaweza kuanita Maalim Abdul Karim ambaye anapatikana kwa namba za simu 0615 3394 35 kwa wale ndugu zangu ambao wako nje ya nchi, unaweza ukaanza na alama ya kujumlisha 255615339435 ukaweza kupata faida kubwa zaidi. Mambo yapo, Mwenyezi Mungu amejalia tuweze kuishi vizuri. Neema zote unazoziona zinatawala katika dunia ni kwa ajili yetu sisi wanadamu na majini, tuweze kutumia vizuri. Basi niweze kuwatakia eh, kuwatakia masomo na mazingatio makubwa. Pia ndugu zangu, wale mashabiki zangu wa nguvu, basi msiache kusubscribe channel yangu eh, mkaweza kupata mafunzo makubwa zaidi kuhusiana na mali na mambo mengi sana ambayo yanatukabili katika maisha.